Kuelekea maadhimisho ya miaka minne ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan Mkurugenzi wa Shirika la Viwango Tanzania TBS Dr. Ashura Katunzi ameeleza mafanikio yaliyopatikana katika kipindi hiki cha utekelezaji wake ikiwa ni pamoja na kusogeza huduma karibu kwa wateja wake na kuweza kujenga maabara jijini Dodoma. Nia na dhamira kupitia shirika la viwango Tanzania kuhakikisha wananchi wanapata huduma kwa ukaribu, la lengo ni kupunguza gharama zile za biashara, na kwa kusema hivyo, shirika limeanza ujenzi uh, ujenzi na tunakaribia na kumaliza ujenzi wa jengo la makao makuu ya shirika hapa Dodoma. Lakini jengo hilo pia litakuwa lina maabara, maabara ambazo zitasaidia kuhudumia wananchi kwa karibu. Kwa sasa tuna maabara zetu ambazo ziko Dar es Salaam lakini kwa upande wa, wa, wa Dodoma maabara ambazo zinaendelea kujengwa zitahudumia mikoa ya kanda ya kati, ambayo kwa sasa mikoa ambayo tunahudumia katika kanda ya kati ni Dodoma, Singida, Tabora lakini pamoja na mikoa mingine ambayo iko karibu na ukanda huu. Kwa kipindi cha miaka minne hii ambayo tunaongelea utekelezaji chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, shirika limefanikiwa kuandaa viwango 1823. Kwao utaona hizi ni bidhaa mbalimbali ambazo zimeandaliwa viwango ambavyo vitakuja kusema bidhaa ile ziwe na ubora gani, kwa hiyo viwango vile ndio vinaelekeza. Kwa shirika limeandaa viwango 1823 katika sekta mbalimbali, lakini viwango hivi vimeandaliwa kwa kuzingatia mahitaji ya soko. Kwa unaandaa viwango kwa kuzingatia mahitaji ya soko na unavyoandaa viwango kuna michakato na kuna gharama za kuandaa hivyo viwango. Viwango hivi vinasaidia wafanyabiashara wajasiriamali, na watoa huduma kuzalisha bidhaa bora zenye kukidhi matakwa ya viwango na kuwezesha kufanya biashara kwa sababu vile viwango vitaelekeza ubora wa bidhaa uwaji. Lakini viwango hivi inatumika ndani na nje ya nchi na ni hatua ambayo inaleta tija kwa kuchochea ukuaji wa uchumi. Lakini tunapokuwa na viwango sasa, tunavitumia katika uthibitishaji ubora wa bidhaa hasa katika upande wa kuthibitisha ubora wa bidhaa jumla ya vyeti na leseni elfu mbili mia nne na mbili. Hivi inamaanisha ni bidhaa elfu mbili mia nne na mbili katika kipindi hiki tumezithibitisha ubora wake na ziko sokoni na uh, leseni hizi zimetolewa kwa wazalishaji, miongoni mwao wakiwepo wajasiriamali wadogo. Kwa hiyo katika hizi elfu mbili mia nne na mbili bidhaa ambazo zinazalishwa na wajasiriamali wadogo ni elfu moja na sitini na sita . Utaona hii ni sawasawa na asilimia 44. Kwa serikali kupitia TBS imekuwa ikitenga zaidi ya shilingi bilioni mia tatu na hamsini kila mwaka kwa madhumuni ya kuwahudumia wajasiriamali wadogo. Hii na hatua nyingine ambayo tumefikia na katika miaka hii minne ya mheshimiwa rais Dr Samia Suluhu Hassan ni kuongeza ufanisi wa maabara, ili ufanikiwe na ili uweze kusema bidhaa hii ni bora na salama, lazima sio kwa kuiangalia kwa macho, lazima uipime hasa. ili kufanikisha hilo lazima tuongeze ufanisi wa maabara na TBS ina jumla maabara 12. Tunaposema maabara 12 ni maabara zile ambazo ziko za kisekta za kitaalam na zote zimefikio zote zimeweza kupata ithibati ya umahiri, ambapo maabara hizi zimehakikiwa na kupata vyeti vya ithibati za umahiri wa kimataifa. Kwa maana bidhaa zinazopimwa na Shirika la Viwango Tanzania kupitia maabara zake zinaweza zikasimama kimataifa na kusema kwamba zimepimwa kwa, kwa uweledi ule unaotakiwa kwa maana maabara zetu zimekagua na zimethibitishwa na mamlaka zingine za kimataifa kwamba kazi tunayoifanya tuna umahiri ule. Godiness Gaspar, Sky TV, Dodoma.